Niko sawa. Oyo msichana ni nani? Sijawahi kabisa kumwona hapo, na maana hiyo garia mnyama kuyu wakale anaweza kufungwa kwa ustadi wa msichana huyu mdogo. Yuko vizuri sana anashangaza <tukuhu> na huyu ni nani? Uh, huyu ni sio oh! Mtumishi leo hudumia chakula cha jioni. siku ili masa mlimashuwe umejaa na talanta kila mahali. Hata watumishi wako wanaweza kusimamia kazi kubwa kama hii, inavutia sana hmm. Ni lang'anywa mtukufu lakini timu zima la blu inamsaidia mnyama kufungwa. Inawezekanaje mtu mmoja tu anafanya hivyo mara zote? Nilijua uko vizuri sana, lakini hivi sasa uko vizuri mneo, unatisha sana. safi sana Fuyao, nilikuwa na wasiwasi sana na wewe. Sikutarajia kabisa ungesambaratisha lile jinamizi la kutisha. Niko sahihi, hey. Kuna mtu wa huduma anayeshinda mashindano. Sikuwahi kufikiria ningeshuhudia jambo kama hili. Nakupenda. yeah, yeah, yeah. <laughs> Oh, samani samani samani, Fuyao uko vizuri sana. Unajua hilo lazima ushinde mashindano, na baada ya hapo unaweza kuachana na kazi hii ya watumishi kwa nje. Hiyo hakuna atake kudharau, utausaidia Yesu sote, niko sahihi Fuya. Nisikilizeni hey, nisikilizeni jamani Najua sababu ya kunusurika kwenye huu mzunguko niliruhusiwa kujaribu ni kwa kuwa Mungu alinisaidia. Kwa hiyo katika siku zijazo nitajaribu kadri niwezavyo. Kuna, kuna njia unapokuwa na nia, kuna njia yao ni bora yao mama lao yao ni bora yao mama lao Bwana juu wanakutafuta <sighs> unaweza kutangulia Nataka kuwa peke yangu. Umekasirika? Hapana. <laughs> Ulifanikiwa kunusurika raundi hii na kutuvutia sote, kwa hiyo nawezaje kukasirika? Wewe ndio ulienilea. Hivyo unavyokasirika, usidhani siwezi kujua. Umekuwa hivi kila wakati, wewe ni mwerevu na mjinga mara nyingi. Kuna ubaya gani kwa hilo? Lilikuwa eh, tukio kubwa leo. Ulimfyekelea mbali Gordon, mzembe sana Yelin. Kwa hiyo aliwezaje kuruhusu mtu kutoka idara ya huduma kubeba sifa zote? Aha. Sikuwahi kufikiria hilo pia. Angalia, ingawa tayari umefaulu raundi ya kwanza, vipi kuhusu raundi ya pili na ya tatu? Hata kama Mungu kakusaidia hivi, Yenli na Pay Yuan watakupa kweli mapumziko? Unachomaanisha ni, hatukuwahi kukuruhusu kujiunga kwenye mashindano hapo kabla, kwa hiyo kama sio mtego, Yenli asingekubali. Mm. Haijalishi, nitajaribu kaiti niwezavyo. Nilifikiri juu ya haya yote kabla ya kujiunga, ni hatima yangu. Na kwa kuwa nimenusurika raundi ya kwanza, ni jambo kubwa sana kwangu. Bila kujali matokeo, chochote kitakachotokea baadaye, ni mjaribu vya kutosha na wala sitojutia. Tafadhali kwa makini. Mm. Sawa, nenda, nenda, nenda. Kunywa, ziache tu hapo. Samahani baba, kwa kukufanya kuwa na wasiwasi. Ulijiumiza mwenyewe katika raundi ya kwanza. Sio kosa la jinchi hata kidogo, wala gongo wakuwa mgumu kihivyo. alijeruhiwa akijaribu kumlinda tu mtu Pejuan. Kumlinda nini? Yule mtumishi alibuka kidedea na kumfikiria mbali. Gudho alikuwa kama shujaa aina fulani hivi, alitibia sifa zetu wote, lakini hivyo anajua, bila msaada wako, na yuko pale kusaidia maisha yake, angeshindwa na kufa. Ni kwa sababu kwamba amejeruhiwa. Hili shindano ni muhimu. Lakini bado livurugwa na yule mtumishi nisikilize. Hauruhusiwe kuingia nyumba ya wafanyakazi, la sivyo nitakuadhibu kulingana na sheria zetu. Kwa nini uko hapa tena, mwongo mkubwa we? Kuna shida gani siruhusiwi kwani? Msichana mjinga, chukua hii. gogoni anasumu kwa hiyo dawa ya kawaida haitafanya kazi. Tumia hii dawa kwa ajili ya vidonda vyako. Kwa nini umeniletea hii? Unanipenda wendo, niambie eh? Iki kibwengo ni chako kibwengo? We chizi nini? Yeso, kibwengo, oh. Ulimpiga, unakumbuka? Una kwa hiyo, mko sawa sasa, karibio mkanyage wewe, unamanywee kibao, uko chini. Ningejuaje kama kuna mtu amepotea? Hey, sikiliza, niambia ukweli, ulisafisha makalio yako? <laughs> Niligundua nanuka vibaya. Nyau, wewe. Wewe we. <laughs> Wewe na msaliti wote mnataka msaada wangu. Nadhani nitaruhusu nyau wili mpigane. Sitashindana na yule bwaga kwa ajili yako. Sasa nani atakaye shindana nami? Mimi. Unafurahisha sana uh, uh, uh, we. Wewe tutaonana. Tutaonana. Wewe unatembelea nyota yangu. Muda umekwenda sana. Unapaswa kwenda kulala. Hivi we ni nani hasa, mwongo mkubwa. Utajua siku ambayo nitaondoka zangu kujificha. Sawa, tulia. Bado nakupenda sana wewe. Nyingine chafu. Hizi ni ngoza Jincheng. Kwani alijeruhiwa vibaya sana. Oliba umaarufu wote. Jicheng alijeruhiwa akijaribu kuokoa. Na jinamizi la aina ile linaisumbua sana dunia. Ana sumu haiwezekani kabisa majira yake kupona kwa dawa za kawaida. Kwani hakuna daktari wa mitishamba hapa? Hapana aliondoka. Dr. Zhang sha kwenda magharibi ya mbali kuchukua mimea mingine. Sawa. Na kazi ya kufanya nahitaji kuondoka sasa hivi. Hey. Nataka kumwona anaendeleaje. Hauruhusiwi kabisa. Masa alisema kama ukienda huko badala ya kukaa pale unapotakiwa unaweza kuadhibiwa vibaya sana. Unajua sheria zilivyo, usisababishe matatizo. Fuyao. Jinchan. Kama nilivyofikiria nilijua ungekuja kuniangalia. Majeraha yako yanaendeleaje sasa? Si jambo. Ni vidonda vidogo tu. Mm. Um, nilisikia aina hii ya majeraha yaponi kirahisi, kwa hiyo nimekuletea dawa zinaweza kupanya chochote. Ulizipata wapi hizi? Huna haja ya kujua hilo. Sikiliza, unajua sijawahi kabisa kukudhuru, si ndio? Jinchen, tafadhali kuwa makini. Nahitaji kwenda sasa. Na mimi Sitakuja kukuona tena Fuyao. Kwa nini usikubaliane tu na mpango wangu? Ninajua kwamba unanipenda sana, najua hilo. Umekuwa kunijali tangu tulipokuwa wadogo, na wewe umejeruhiwa kwa sababu yangu. safari hii na ingawa sina uwezo kama ukinihitaji, katika siku zijazo nitafanya lolote niwezalo kukusaidia. Unajua vizuri sana kwamba hicho sicho nachokihitaji. Kati ya mimi na wewe hakutakuwa na kitu kingine chochote. Tunasafiri chini ya njia tofauti. Kwa heri, Jenchani. Fuyao umenisaidia kazi nzuri sana, asante pe. <laughs> Mwanzo nataka kuadhibu kwa kulisita neno letu, lakini analeta mshangao usiotarajiwa. <laughs> inaonekana Mungu ananisaidia. Huyu mtumishi Fuya atakufa kifo chema safari hii. kwa nini umenileta hapa? Nilikosea nini? Kwa nini unaruhusiwa kuingia kwenye nyumba ya wanafunzi? Wewe ni mtumishi tu, hata hivyo ulichukulia sifa zote na mashindano na kuendelea kuvunja sheria. Inaonekana sheria za Shunjen zimekiukwa sana ha. Master, ingawa alivunja sheria kwa maneno yangu binafsi, kwa alichokifanya wala siyo jambo kubwa, labda tunapaswa kumwonyesha madhehebu yetu ni madhehebu ya aina gani. Nakubaliana na yeye aliko kwenda ni kitu kidogo, lakini kuiba si sawa. Niliiba nini? Sikuiba kweli. Leta hapa. Hiki ndicho lichompa Jincheng, si ndio? Hii ni dawa ya kuponya jeraha lake. chupa hii nzuri ilitengenezwa na fuere iliyopatikana chini ya bahari ya magharibi ni ya thamani. Inawezekanaje mtumishi kama wewe kupata kitu cha thamani hivi? Uwe ni janja sana ka. Lazima ujue ni bora ufunge domo lako kama unataka kuishi. Usimwambie mtu yoyote. Ilikuwa ni zawadi. Kama ni zawadi basi nani aliyekupatiya? Siwezi kuwambiya. Uwezi kutwambiya? Unaogopa kusema ukweli. Ni wazo uliiba. Sijai kuiba hapo awali. Unasema hujawahi, lakini uwezi kujiteteya mwenyewe. Niambiye masta, tunawezaje kukabiliana na hili tatizo? Hatujamtuma mtu kwenda ardhi ya theruji kwa muda kidogo? Nadhani mababu zetu wanaweza kusema kama fuyao atatuambia ukweli au la. Nakubaliana. Aliingia ndani ndiyo, muda mfupi uliopita. Tangu enzi za kale hakuna aliyefanikiwa kutoka ndani hai ya ardhi ya, ya theluji. Inazakajia mtumishi mdogo dhaifu, kupana kwenye mbinu na mitego yote ya ndani, ingia na kuchukua maiti yake <laughs> Lango la theluji likifunguliwa tu, tauawa baada ya kuingia. Ndiyo, ilirekodiwa kwamba mmoja wa mavuzi wetu wenye akili alihukumiwa ardhi ya theluji kwa kuvunja sheria, na mwishowe hakuweza kuhimili nguvu kali ya huko na mara moja aligewekwa kuwa maichi. Hivi, hiyo ni kweli kabisa? Ndiyo, ni kweli. Sasa inatosha, acha kupoteza muda kwa mazungumzo. Msichana iko ndani, basi konu mnasubiria hapa. Kama amekufa ndani tunawezaje kujua? Masta alisema atakapokufa ndani ya ardhi ya thuruji kutakuwa na ukungu mweusi utakao tanda juu ya msitu. Nadhani tunapaswa kusubiri na hisu hawezi kudumu muda mrefu. Oh, kwa hiyo